Halo, karibu sana kwenye kipindi chetu cha skin plug. Upo tena na mimi leo mtangazaji wako Irene Kweka, na leo nimekuandalia kitu kizuri au mambo mazuri juu ya ngozi. um, kwanza unatakiwa kujua kwamba ngozi ni zaidi ya unavyoonekana. Uh, nikiongelea ngozi ni zaidi ya unavyoonekana namaanisha ngozi ina kazi zake ambazo unatakiwa kuzifahamu, ili uweze kujua ni namna gani naweza kukaa kwa kutunza ngozi yangu. Kazi ya kwanza kabisa ya ngozi ni thermoregulation. Ngozi inafanya kazi ya kucontrol joto la mwili, maana kuna, kuna muda. Wakati wa baridi una uwezo wa kulifili lile baridi, lakini pia ukaonyesha reaction kama kuchiva, lakini pia wakati wa joto una uwezo wa kulifili lile joto na ukasweat. Hiyo ni moja ya kazi ngozi inafanya, lakini kazi ya pili, ngozi inafanya kazi ya protection au kukulinda. Inakulinda na nini? Ngozi inakulinda na bakteria wabaya kwa sababu ngozi na contain bacteria wazuri ambao tunawaita normal flora, ambao kazi yake kubwa ni kufight against wale harmful bacteria ambao wanaweza ka invade ngozi yako, lakini pia inaturinda na UV rays. Naturinda na chemicals mbalimbali ambazo zinaweza zikawa harmful katika ngozi yetu. Lakini pia kazi ya tatu ngozi inafanya kazi ya sensation au kusense, ni mlango wa fahamu ngozi, kwa hiyo inafanya kazi ya kukujulisha mtu akikugusa, umeshtuka. Hiyo ni moja ya kazi ya ngozi pia inafanya lakini kazi ya mwisho au kazi ya nne ambayo ningependa kuongelea inafanya vitamin D synthesis kupitia jua la asubuhi mosi la mida ya saa nne tunaweza tukapata vitamin D kupitia ngozi yetu. So hizo ni kazi ambazo unatakiwa kuzijua, ngozi inafanya nini, ili ujue kuna umuhimu gani wa wewe kuilinda ngozi yako. Na one point to note ni kwamba ngozi yako ni yako mpaka ufe, yani ni kitu chako kilicho kuganda. Kwa hiyo utakavyokilinda hiyo ndio itakavyo tuonyesha sisi, hata ule wakati wa baadaye, 20 years to come, 30 years to come, wewe ulikuwa ni mtu wa namna gani katika kulinda ngozi yako. Uzee unatofautiana kabisa, yani the way ngozi na age inatofautiana sana na mtu ambaye alikuwa halindi ngozi yake kwa mtu ambaye anailinda. Lakini pia unatakiwa kujua, it is more of using skin products Yani, kuilinda ngozi ni zaidi ya kutumia product za ngozi unazotumia wewe, tunailinda kwa namna nyingi sana. Nimeongelea kuhusu vitamin d synthesis, lakini pia nimeongelea ngozi za protection. Usione tu kwamba tunajiprotect wenyewe kupitia sunscreen, tuna protect zisiwe ngozi zetu affected na lile jua na nini, sio tu hiko, you have to protect even your eyes, kwa sababu kuna baadhi ya cancers zinasababishwa na mionzi ya jua lakini pia vaa miwani, it's one of the protection ambao unaweza ukafanya. Paka sunscreen, it's one of the protection ambavyo unaweza ukafanya. Kongos it's not only more of applying products. Diet yako, unakula nini? It's one of the thing ambayo unaweza ukasaidia kuprotect ngozi. Na kuongelea kuhusu diet unanipeleka nikaongelee zaidi kuhusu layers za ngozi, kama nilivyosema kipindi kilichopita kwamba ngozi yetu iko wide na kama ngozi ni kubwa, basi ina layers kuu tatu ambazo unatakiwa kuzijua. Na nikiongelea kuhusu layer ya kwanza, layer ya kwanza inaitwa epidermis. Layer hii ni the outermost layer of the skin, yani ni layer ya juu kabisa ya ngozi, ambayo ndo layer inasaidia kukuprotect wewe against okay, vile vitu vyote ambavyo nimevitaja kama bacteria na kila kitu, lakini pia katika hii lea, zi, lea yetu ya juu uh, ina contain kitu kinaitwa keratin the tough protein ambayo inasaidia sana ngozi yetu, umeelewa. Lakini pia ina contain melanin ambayo inaipa rangi ngozi yako. Kwa hiyo lea ya kwanza ni epidemis, na unatakiwa kuitunza baada ya kujua inafanya nini katika ngozi yako. Lakini nikiongelea the demis lea, lea ya kati, ambayo ipo chini kabisa ya lea ya kwanza, hii layer ina contain blood vessels. Nikiongelea kuhusu blood vessels, ni ile mishipa midogo midogo ya damu. Tunaongelea kuhusu arteries, tunaongelea kuhusu veins na capillaries, zote zina kazi yake ya kufanya transportation katika mwili wetu wa vitu muhimu sana ambavyo kila mtu anahitaji kuvijua na kuvitendea kazi. Nikiongelea kuhusu blood vessels hapo, naongelea kuhusu transportation ya damu. Pia hiyo dermis layer ina vitu kama sweat na oil glands ambazo ni muhimu sana kujua vinapatikana katika layer gani ya ngozi. Kwa nini natakiwa kujua? Ili ujue product unazozipaka hazishii tu kuwa nje ya ngozi au kwenye ile upper layer, zinaenda nyingine mpaka kwenye dermis layer. Ndio maana kuna effect tunazipata baada ya kupaka zile product ambazo zina kemikali kali sana. Kwa nini? Kwa sababu zimeenda mpaka ndani. Hapa ndio tunaenda kuongelea sasa kwenye masuala ya usafishaji wa ngozi, hatudiwe tu asubuhi tufanye scrub, tumalize, sijui tufanye cleansing exfoliation and all that. What about inside? Inabidi ujue, kwa sababu one of the thing ambacho utakiwa kujua imeanzia ndani. Ngozi yako imeanzia ndani. Layer ya tatu ni hypodermis layer. Hii ni layer ambayo iko deep kabisa ndani kabisa, after the dermis layer, na ni layer ambayo ina contain fat na connective tissues. Inakusaidia sana katika ku insulate mwili wako to generate heat. Umeelewa? Hiyo ndio hypodermis layer. So, tunapooanisha layers za ngozi na kazi za ngozi tunajua sasa namna gani tunaenda kulinda ngozi yetu, kwa kupata vitu gani. Namna ya kwanza, we all know about the skin products. Chagua products sahihi, products ambazo zinaendana na ngozi yako, products ambazo zina ingredients ambazo zinafaa katika ngozi yako, kama nilivyokuwa nimetoka kuongelea kipindi kilichoisha kuhusu aina ya ngozi. So ukishajua mimi ngozi yangu ni ya mafuta mimi ngozi yangu ni dry skin, mimi ngozi yangu ni combination, kwa hiyo natakiwa kutumia product gani ambazo zitafaa kuendana na ngozi yangu, ambazo zitanisaidia nisiharibu, nisiharibu yani ile mecha yangu au mwili na kazi zake zisiharibike kulingana na product ambazo nazitumia. So shajua aina yako ya ngozi na ukajua kazi ya ngozi na ukajua hizo layers utaelewa kabisa, chochote unachokipaka katika ngozi yako kinakuwa absorbed mwilini, na siwezi kusema kwamba kinakuwa absorbed baada ya dakika ngapi au mwili unafyonza au kunyonya hivyo vitu unavyovipaka baada ya dakika ngapi, kwa sababu products zinatofautiana na ingredients za na kupaka zinatofautiana, ingredients ambazo ziko katika hizo products. Kwa hiyo unapokuwa unatumia product, kishajua hii ni product na ina ingredients gani na products nyingine zimeandikwa labda mpaka alafu kaa 20 to 30 minutes. Kama moja ya best products kuna sunscreen ambayo najua kutoka one of the best companies uh, Forever Living Products inaitwa the aloe sunscreen, ile imeandikwa kabisa kwamba unatakiwa upake 30 minutes before going to sun exposure. Naelewa. Kwa hiyo unatakiwa upake, then after 30 minutes ndo unaweza ukatoka nje. Kwa sababu tayari imefyonzwa ndani ya ngozi yako na yani iko very strong to fight against zile UVB na UVA rays. Kwa hiyo that is what you have to know and that's what you really need to work on. Kwa hiyo hiyo tunapokuwa tunapaka zile products, kama zina zinafyonzwa mpaka ndani. What does it mean? That means kwamba hata ndani kwako kuna kuwa affected na changamoto nyingi ambazo zinatokea katika mwili wetu kwa nje zinakuwa zimeanzia zina ndani. How do they start from the inside? Kitu cha kwanza kabisa unatakiwa uimplement gut health, unajua jinsi ya kusafisha mwili. Changamoto nyingi zimeanzia katika mmeng'enyo wa chakula. Je, unatumia nini katika kusafisha mmeng'enyo wako wa chakula? Detox gani unatumia katika kusafisha mmeng'enyo wako wa chakula? Ndio maana tunakuja katika vyakula sasa. The diet we are talking about, what are you taking mara nyingi na recommend watu wa, wale sana greens au mboga za majani, vitu vya kijani shortly. Kwa nini? Kwa sababu those are the best antioxidant ambazo unaweza ukazitumia katika mwili wako in the very natural one. Lakini kwa sasa hivi, how, how do they prepare them kuanzia shambani mpaka zinavyotufikia? Je, yes, zitakuwa na nutrients zake zile tunazozihitaji hapo sasa ndo unaweza ka ukaingia katika kutumia supplement ili kuweza kuongezea kile ambacho utafungukiwa katika hizo greens. Lakini pia greens they are rich in fibers which is very yen is very nice for the skin, naelewa lakini pia, what are you using as your personal detox? Unaweza ukajiandalia detox yako mwenyewe which is in the another session ambao unaweza nikakufundisha how to prepare your detox. Unadetox mwili wako kuanzia ndani kwa sababu unaingiza vitu vingi, unanusa vitu vingi, zote hizo ni chemicals. Smoke, perfume, umepaka sijui mafuta gani leo, kesho sijui umepaka mafuta gani, yote hiyo ngozi inafyonza, ngozi inafyonza, ngozi inafyonza, na inaanzia kualibu the, the, the deepest layer ya ngozi alafu ndo effect unakuja kuona kwenye the outer layer. Effect unakuja kuona muda ambao tayari umeenda ama, unatakiwa kuwa very mvumilivu katika kusubiri matokeo. Bado enough ni watu ambao wa, kuna watu wengi ambao wanapenda yale matokeo ya haraka. It's not bad lakini natakiwa kujua ngozi umeanzia wapi. Unaenda kununua leo product kwa ajili ya ngozi yako, labda kujiepusha au kutibu changamoto fulani labda ya acne, haujajua source ya acne. Acne ina sources pia, apart from kwamba ni ile genetic tu change imekutokea kuna hormono acne mtu unaipata. Sasa mtu kama mwenye hormono acne ana depend kwamba aende akatumie product za kupaka peke yake ili aponde hormono acne, which is uongo. It's something from the inside. What do you do in the inside? Unakula nini? Una detox kutumia nini mona? Lakini pia unapaka nini kwa kuna aina ya changamoto ya ngozi kama hizo za sinusi ambazo nyingine ndio hizo hormonal acne, mtu unaweza ukazitambua kwamba ziko sana katika mashavu na zinakuwa very intense kwayo. Kwa hiyo unaweza ukajua kwamba hizi since ni hormonal acne, natakiwa kuanza kutibu ndani. You have to use supplements ambazo ziko very ready supplements, natakiwa kuitumia ili uweze ku balance homoni zako vizuri zako vizuri basi, hata products za kupaka nje zinakuwa zimesaidia. Punguzeni kulalamikia wauzaji wa, wa products za mwilini, kuweni wawazi kwamba tatizo langu limeanzia kwa sababu ya kitu fulani, then acha mtu wa kuhudumia na ngozi. Huwezi kuitibu in one week or in two weeks ukaexpect unaenda kupata the very best growth. Hapana, inabidi utake time hata a month or three for the best genuine products kama wewe ni mtu ambaye unataka kutumia zile products genuine kabisa kwa ajili ya ngozi yako subuhi. So, acha, baada ya mwezi, anza kuangalia ya matokeo yako. Oh, after 20 days just look at the progress of your skin. Na kuwa ready kutumia kitu consistently kama umeanza skin regime yako hakikisha ukiamka asubuhi unafanya 1 2 3 maybe unaanza kwa kuscrub au unaanza kwa cleanse una exfoliate unapaka nini, vyote hivyo they need time to be absorbed kwenye mwili. Lakini unakuta sio mtu kaamka anafanya scrub yake dakika mbili, amepaka sijui exfoliation yake, amemaliza, ameinawa, ameenda kupaka salam, hapo hapo anapaka moisturizer, hapo hapo sunscreen, huyo anatoka nje. Kuna muda, learn to read your products. Angalia imekwambia ukae dakika ngapi ndio upake kitu kingine. Kuna baadhi ya genuine products wanaweza kachanganya, kwa mfano umechanganya labda moisturizer labda na propolis creams, hivyo unaweza kachanganya ukapaka, which is just very okay for genuine products. Lakini kuna zile products nyingine ni kwamba kitu kimoja kimoja kimoja, unatakiwa ukipake kwa, kama ni kitu kimoja kimoja, angalia muda wake, ili inakuwa absorbed baada ya muda gani kwenye ngozi yangu, na je, is it the right time for me to wait? Umeona? lakini sio kupaka paka tu na kuondoka. Unapaka hata sunscreen, inajaa vizuri tayari ipo nje, unapambana na jua afu unaanza kusema oh, hii sunscreen inanisaidia si ni nini nini hivyo. Ndio kuna watu wengi pia wana lamika mimi, baadhi ya sunscreen zina zile white cast na black white cast ni nini nini, sio kukutana nazo but I know zipo, lakini sometimes naona ni kwa, how do you apply your sunscreen, how do you apply? Watu wengi hawajui kupaka sunscreen hivi mda kidogo anakaa hajasoma, nakaa mda gani mle ndani kwako? ndo bado zinaonekana za ngozi. Ni vizuri kuzijua ngozi ina layers ili uweze kuwa pia patient katika kusubiri matokeo kwenye ngozi yako, lakini pia ni vizuri kuzifahamu. Kwa nini uzifahamu? kwamba hizi ni kazi za ngozi na hizi layers zake, ili uweze kujua chochote unachokiingiza, unachokipaka leo nje, kinakuwa absorbed, kinakuwa absorbed mwilini kwa haraka sana kupitia ngozi, na chochote unachokinywa, the sodas you are drinking, the things you are eating The whatever, the junk food you are taking zote hizo unazozichukua in placement to the right meals ni vitu ambavyo vinaenda kuonekana the end of the day katika ngozi yako. Unakuta ngozi yako ina age haraka na age haraka labda kwa sababu una -take a lot of junk azi azi create, azi aziproduce zile antioxidant ambazo zitafight free radicals ndani ya mwili wako kukuacha ukiwa free hydrated and clean badala ya kwenda kununua maybe greens mchicha wako na ndio spinach zako carrot, ukatengeneza uka, uka blend juice yako ukanywa. Wewe umechoose kuchukua vyakula, kwa hiyo the effect tutaiona katika ngozi yako, is a skin healthy na healthy skin. Mwache kuchanganya una healthy skin na ngozi ambayo iko very normal, ambayo is not healthy. And very dry, kwa si kila mtu ambaye unamuona hana chunusi, hana upele ana healthy skin. A healthy skin must shine. Why? Because it is moisturized, ina moisture ya kutosha, na hii skin that is moisture. Au sasa, wale watu wenye oily skin they are very advantageous, kwa sababu ngozi zao kwanza ni ngumu sana kuzoea, ndo maana hata watu wanaokuwa na ile dry skin products wanazotumia wanazopaka na add ile moisture. Why should you add moisture? nakusaidia katika ngozi yako, unavutia, unakuwa na ngozi fulani hivi nang'aa vizuri, so that's the healthy skin. Lakini kama hautaki kujua mambo ya healthy skin, then wewe utakuwa hutaki kujua mambo ya diet na jinsi gani ufanye nini, tumieje, uleje, uishije, ufanyeje mazoezi. Yote hayo yanaenda ku, kukusaidia katika ukuaji wako wa ngozi kwa ujumla. So, asanteni kwa kunisikiliza, tukutane tena kwenye kipindi kijacho.